Karibu tena kushirika ama ku chaine za youtube ya DreamStart Labs. Ndani ya hii video ndaonesha namna gani kutia kuusasa profile ya mwanamemba mukatikati ya mzunguko. Fikiria mwanamemba Grace anakuwa na mwingine mtoto, kisha anapenda kutia kuusasa idadi ya wale ambao wanaotegemea wengine ndani ya jamaa yake. Namna gani mwandishi atatia ku usasa hizi taarifa za Grass? Yote ni kwenda ndani ya muundo, kisha amegusa ku profaili za mwanamemba, amechagua Grass, kisha amesema sawa, mkusema kama anapenda kubadili, kisha ameshuka, ameshuka anaenda amefanya ya kufata hapo. Ana watoto tano wanaotegemea wengine, anagusa hapo, kisha amesema wanakuwa wasita, kisha amefanya ya kufata tena, anafanya ya kufata ya kufata tena tena, ya kufata kisha amefinya tena imefanyika na hapo, atakuwa amemaliza ametia tayari kuusasa idadi ya wale ambao wanaotegemea wengine. Asante kwa kutazama.